Kwa majina naitwa Yese Daniel Mwakibete. Naongea kwa kifupi kwa sababu ya muda. Nilikuwa ni mfanyakazi wa shirika la TANESCO Iringa kama dereva, lakini nikiwa nimetoka saiti narudi ili kupaki gari nirudi nyumbani, nikawa nasubiriwa na supervisor wangu, ananiambia Mwakibete, utaki kuondoka, kuna kazi ambayo inakusubiri uifanye Unatakiwa kwenda kutoa transformer sehemu fulani kupeleka sehemu fulani. Basi ni katii, japokuwa muda ulienda, lakini kazi yangu kubwa ni kutii maagizo ya yule supervisor wangu. Lakini kwa bahati mbaya, kumbe ile kazi ilikuwa ya mfukoni mwake, na kwa kadiri upelelezi ulivyoendelea, supervisor alikuwa amepewa shilingi milioni tatu kwenye akaunti yake, lakini mi nilitumwa kuifanya ile kazi, sikujua chochote kilichokuwa kinaendelea. Kwa bahati mbaya pamoja na michakato yote hadi utumishi wa umma nilikokata rufaa nika nikaambiwa siku nilifukuzwa kazi kwa kifupi. Nilipofukuzwa kazi basi tabu ikaanzia pale, na nilipokata rufaa kule utumishi nikarudishiwa majibu kwamba tuhuma zako zimethibitika kwa sababu ulifanya kazi bila kibali. Kwa bahati mbaya pale Mafinga tulikuwa hatuna utaratibu wa kupewa vibali, kwamba nitakataa kwa sababu sina kibali. Ilikuwa tu ukipewa maagizo na bosi wako unaenda kufanya. Kwa hiyo ile hali nikaona leo mheshimiwa waziri mkuu umekuja, nilileta ili naomba msaada wako, na Mungu akubariki sana. njo njoo hapa, onana na naibu waziri wa Tamisemi, hebu peana mawasiliano hapa, ili ili kuona namna ya ku peana taarifa, peana details hapo, na naibu waziri hapo.